Wangu, wangu hey, anipo, ayupo, ameniachia vitu vyake, vinapaswa mwezi, viko mwezi mzima, ameniwekea bondi, kachukua hela yangu, haji kunirudishia pesa yangu, vitu vyake nimekaa nime navyo muda wote, ziwe hivi kwako viwezoke mimi nachotaka ni pesa yangu. a mdashi u ishiiniam hapa nayo, nilikuwa vitafuta sana hizo vitu vyangu, mwezi mzima. Unipe nusu, hiyo nyingine naipata lini? Sasa sio kosa langu. Ah, mimi ni nusu mimi, nachotaka pesa yangu mimi. Nitakuletea hiyo hela yako. Unaletea lini? Siwezi kukuahidi, nikipata nakuletea. Uje kweli yani usipokuja kumalizia cheni za pesa kuna... yako nabaki nini? na cheni zako kuja kuchukua vile vile, nachotaka mimi pesa yangu. Ah, nashukuru. Eh, ndio hivi. Ila tena. Kila kitu aibu yote yanianiachia mimi yana vitakuta siku zote, cheni zangu zikuwa pia ukachukua mikasa kaiba mikasa, kumbe kaenda kuweka bondi. Yani jamani muda hujua nilikuwa nakuuliza ulizia na, na kutafuta. Kuna mchongo mmoja nimeupata nami niona kufaa. Kuna ishu ya kazi sista yangu anahitaji, anatajifanya kazi vipi? Tayari yani, kwanza nashukuru, niko tayari ni kufanya kazi, maana nimetafuta kazi muda sana, sikufanikiwa kupata kazi. Ila leo hapo navoniambia, kuna kazi kwa dada yako, yani niko tayari tena, nitashukuru sana, ila kuhusu swala la mshahara, ali mshahara ni laki na ishirini, lakini hii ni kwa mwanzoni. Baadae naisa atapandisha mpaka laki na nusu kabisa. Basi nitashukuru, nitashukuru sana, maana nimetafuta kazi muda sana, sikufanikiwa kupata kazi, kusema kweli. Kwa hiyo kazi kule kiwandani vipi, umeshaacha? Kwa sasa hivi aupii kule kazi kiwandani, nimeacha kuna isu unajua tena, yani kunasumbua, swala limekuja kati mwapa. Basi tashukuru, usiwe na wasiwasi, sawa, namshukuru eh, Mwenyezi Mungu namshukuru kwa hili basi, ndio hivyo, ah, sawa, ah, asante

Vipi dada, yako yupo? shida hamna, isipokuwa shida so. hapa mimi utaratibu wa kodi yangu ndio nilokuwa najua mimi, na yeye namdai. Sasa na leo hii nadhani kakuacha wewe, sijui kakupa utaratibu wote au unajua utaratibu wote, mdai kodi yangu lini? daikodiyanuiiaa maana kaondoka na miezi miwili au mitatu sasa, na ratiba za kurudi. Kwa hiyo sasa kuna kitu kimoja mimi nataka nikwambie. Kifika tarehe yangu ya kodi. Mimi tena mambo mengi ya staki, unaona, nahitaji kodi yangu ifike. Hakuna shida yoyote, ila kama itashindikana hiyo basi nadhani tuongee tu vizuri, takuwa haina shida hapo ulipo. Unajiuliza kwamba kuhitaji kivipi? Mimi nakuhitaji, ila nikufahamishe kitu kimoja, wewe mimi nakutaka, na kama nakutaka ina maana nina madhumuni kwamba, kama itakuwa labda mawili, ukiweza kulipa kodi, mshauri wangu mimi ukanilipa haina shida. Ila kama ukikuta ina lega basi mimi nasema kwamba vipi? Kuelewana. Uishi hapa kama vile mama mwenye nyumba. Yaani maana yake inamaanisha kwamba mimi wewe nakutaka kwa mapenzi. Mama mwenye nyumba. Wewe si mtoka na dada yangu zenu. Hivi unafikiria Zena, Zena akirudi leo akaja kusikia mimi nimetembea na wewe. Uone kama itakuwa shida. Sasa Zena yuko hapa mpaka sasa. Zena hapa hayupo. Na hata kama atakuwa amerudi kesho ni nani atakaye mwambia wewe? Unaweza ukathubutu kumwambia, lakini ni ndugu tena, ndugu wa damu moja. Sasa unanipangani? Basi nipe muda nifikirie. Sikiliza Zakia, usiwe kama mtoto mdogo. Unaona wewe umekuwa we, mimi nimekuwa. Cha msingi tukubaliane mambo yaweze kwenda, shida iko wapi? Asa hivi hali ngumu. Wewe utaipata wapi kodi kwa kila mwisho wa mwezi ikifika, mimi nijie hapa nifurahi niondoke ni bila mauzi. Utaniuvi uzi tu. Tukubaliane. Unalifikiria lini, nije labda wewe utakuwa utakuwa ushalipata wajibu wako. Maana mimi nilikuwa naona sio ni sababu ya kuweza kukaa chini kufikiria wakati jambo ni maamuzi yako wewe mwenyewe, moyoni tu amue kama nilivyoamua mimi na wewe hey, hebu chekecha kwanza. Fikiria kama ukiona sawa, basi tumalize ya mama. Muda huo leo kesho kesho kesho wiki tena, mm -hmm. <sighs> Mimi nitatoka. Ila jioni nitarudi, naomba kama ikiwezekana ulojibu langu niwekee tayari. Na mimi natumaini kwa sura yako jinsi inavyoonekana, jibu langu nitalipata zuri tu. <laughs> Hey, unjua roho baby. Unasikia? Sasa kwa hiyo mimi naenda baadaye nitakuja au? Haya. Eh? Sawa. Asante. <laughs> Kwema. Kwema tu mzima gani? Mzima nambia. Salama tu. Shikamoo. Mama baza nyumbani. Nyumbani salama. Mimi mm, hivi da Iba. Dada nimemkuta zule. Kwani nini kichomkuta mzee kufahamu? Sijui kimekuta nini. Hmm. Kwa nda wenda wao kiji. Nafahamu, aliniambia kweni ndio mzito. Mwuzo ndo limemkuta. Kwa hiyo Zumu ndogo wangu, mnavyokaa huwa mnashauriana nini? Yaani haiwezekani binti wa form 4 anakuja kupata mimba ahelini kabisa. Yaani mwishoni mitihani kesho kutwa. Kweli? Kwa mnavyokaa mshauri mambo ya maana. Mshauri kama mambo ya maana. Mhm. Wewe kama msichana mwenzio. Yaani tegemea wewe ndo ukukaa kumshauri kwa sababu ushamaliza shule. Yaani mwenzio hajapata mimba. Yaani kesho kutwa mtihani amalize. Ndio hivyo dada, wanaume wanavishaishi vingi, dadangu. Hivyo tunahitaji usimamizi. Zoom, msisingizie wanaume. Ina maana utamjali mwanaume kuliko ndoto zako? hmm? hmm? hmm? mimi nitegemea kesho kuna unja kwenye mitihani yamalize. Leo unja kukaa na tumbo hili, tunaishije? Huyu mdai na tumbo lake, angalia ile maisha yetu sisi. so, sisi, wewe kama rafiki nitegemea utamshauri mambo ya maana mzima. Haya, usimamizi gani mnaotaka nyinyi? Usimamizi madhubuti unatakiwa. Sisi ni bado wadogo dada, msidanganike na hili umbo. Bila hivyo matatizo kama haya yatatokea tu. Ah, mwizi ndio huyo, kashalipata hata hivyo. Kwa mtani oti aibu. Nilichokifanya mimi nimepeleka kwa shangazi kidogo, siku mbili tatu ya aibu ya mtani ipungue. Mana watu wote wanatuangalia sisi. Mm, vipi? Naenda kusonga gari. Ah, amna dadangu. Wewe naigila siku kija, uko bize? Amna dada, mungu akipenda. Ah, mimi sibini shosho mbovu yangu Vipi? Zuleha hmm, ashanaitamani sana kwa sikuarendman unajua, kisha katika hali kama hiyo lazima katika uangalizi, mimi ni pamoja na wewe na nipo katika kumkea sana Zuleha kwa hali yote hivyo, sitaki kuwa mbali naye

Dada, hivi unaweza ukanielekeza ukaniambia vizuri hapa hapa nyumbani hivi, nini unafikiri mimi mtoto mdogo sawa, kuona kata la mchezo eh? Sisikii

Unafanya kitu cha kipumbavu sana kuchukua haki ya jamaa. Kwanza, Kwanza. Kinachoniuma niuma mimi katika moyo wangu. Umekandamiza ndoto za Zoea, na pia umekandamiza nguvu zangu. Hayo umeangamiza kila kitu nilichokifanya. Mimi sasa nimefanya upumbavu tu. Dada, Dada. Zoea pekee amefanya kile kidogo cha pesa cha mitenja kumaliza shule. Nimetumia gharama zangu kibao. Mimi nimeiba. Nimekaba. Nimezuumu. Yaani ndio kidogo tu. Nipeshane na kifo. Kwa hiyo ulitaka nifanye nini? Ulitaka nifanyeje? Kama zana ndio wewe akashakimbia. Kaka shuku ngatudia hata yuko wapi? Unataka nifanye nini? Yule kaja kuhudumia damu yake hapa. Kwa hiyo kwa, kwa naimba sura ndokosa. Wewe mbona unaiba unakaba tupanje chochote? Hmm? Au kuiba ndio vizuri? Sasa nisikilize. Yule atakuja hapa kuleta matumizi kuna damu yake. Mwanisikia? Nami mimi ndio mkubwa huko eh? Ndani utafata sheria zangu mpumbavu. Nataka maneno. Damu yake?

nili nyumba ilivyojaa vibweka habari kukufa kaka kapita na pesa kacha familia kunyuma ikiteseka. Duwara na mambo mengi enye visa na vijingi, tulekakosa haki ya msingi dada nafena vichenji. Aya, maisha changamoto, eokwangu na kesho kwako. Sikimbizane na upepo, yakikufucha shauri yako.